Nitumie pia fursa hii kuzungumza juu ya mambo machache yaliyotokea hivi karibuni. Na waandishi wa habari mmenitafuta mara nyingi kutaka kujua ufafanuzi kuhusu msimamo wetu kama chama kanda ya kaskazini kuunga mkono no reform, no election na sakata la wale G55. Uh, sisi kanda ya kaskazini tunafahamu katiba yetu ya chama vizuri na tunaunga mkono kabisa azimio la baraza kuu la chama na mkutano mkuu wa chama taifa, kwa sababu agenda, no reform, no election agenda ya sio agenda ya kamati kuu tu, ilishabarikiwa na baraza kuu la chama taifa pamoja na mkutano mkuu wa chama taifa. Kwa hiyo sisi, uongozi wa kanda ya kaskazini pamoja na mikoa yake yote, msimamo wetu kama serikali ya sisi haiko tayari kufanya mageuzi na marekebisho kwenye sheria za uchaguzi na taratibu za uchaguzi, hapata kuwa na uchaguzi, tutauzuia uchaguzi maana hatuko tayari kwenda kwenye uchaguzi wa kihuni kama ambao ulifanyika 2024 serikali za mitaa na 2020 kwenye uchaguzi mkuu. Lakini kuna wanachama wetu wachache wachache sana, sisi tuna wanachama wengi sana hapa kaskazini e, wamejitokeza na kutoa kitu walichokiita maoni mbadala kwamba hawaungani sana na msimamo mkali wa kutokushiriki uchaguzi. Kwanza sisi tunaona hawako sahihi kwa sababu ni azimio halali la chama na kila mwanachama wa Chadema ana wajibu wa kutii na kufuata e, maamuzi ya vikao halali vya chama. Na sisi tumesema kwenye kanda yetu, kwa wale ambao wanaonekana wamesign petition, tutawaita tutawaita, tukae nao kwanza, tutake tu, tujue endapo ni kweli walisign hizo petition. Na bahati nzuri baadhi yao wamejitokeza hadharani kwenye press conference. Kwa hiyo kuhusu wale hatuhitaji kudhibitisha kwamba wamesign, lakini wako walio nyamaza kimya tutataka kujua walisign. Baada ya hapo, tunataka kujua dhamira yao ni nini, wanapingana na maagizo ya chama au wana maoni mbadala kama wanavyosema, kwa sababu sisi tumefuatilia kwa umakini zile press, tunaona hakuna dhamira njema e, naona kama wanataka kuvuruga chama, wanataka kwenda kinyume na maelekezo ya chama na misimamo ya chama lakini kabla hatuja wahukumu tunatamani tuje tuwasikilize tukae nao tuzungumze nao na tukiona na tukajiridhisha kwamba kuna dalili zote za usaliti na uvunjifu wa maadili za chama basi, sisi tuna chombo chetu kinachodili na masuala ya maamuzi yanayohusiana na uvunjifu wa maadili ya chama. Tuna kamati yetu ya maadili ya kanda, tutaielekeza ifuate taratibu za kikatiba tukijiridhisha kwamba kuna dhamira ya kukihujumu chama e, taratibu za katiba ziko wazi, adhabu ziko wazi kwenye katiba yetu, na kukiwa kuna usaliti hakuna adhabu nyingine inayostahili zaidi ya kufukuza wanachama lakini haya yote yatafuata ya ya ya ya ta, mara baada ya kufuata taratibu zote kuwaita kwenye vikao vya maadili eh, kuwapa haki ya kujitetea na maswala mengine kama hayo uh, tu, sisi tumepitisha azimio la no reform, no election na tuna mkakati wake na bahati nzuri wao ni viongozi wanafahamu kuna mikakati ya kutekeleza no reforms, no election sasa unawezaje ukaingia uh, kwenye uchaguzi ndio uzuie uchaguzi na mchakato wake wote ni batili. Na tumewahi kuingia kwenye uchaguzi, hawa ambao wanasema tuingie kwenye uchaguzi ndio tuuzuie tukiwa ndani, kwani hawakushiriki wao? Mwaka elfu mbili na ishirini walikuwa ndani ya mchakato na wakuweza kuuzuia. Sisi hatukubaliani na hilo. Sisi tuna, tuta, tutapinga mchakato mzima wa uchaguzi kuanzia mwanzo na hatutashiriki kabisa uchaguzi wa kiuni, namna hiyo tutauzuia. Kwa hiyo, kwa hiyo kusema kwamba tuingie kwenye uchaguzi tulishawahi kuingia kwenye uchaguzi, na wao walishawahi kuingia, baadhi yao walishakuwa wagombea na hawakuweza kuuzuia. Kwa hiyo mimi nadhani wanajificha tu kwenye kichaka hicho. Msimamo wetu utabaki pale pale, pale. Tutauzuia uchaguzi, sisemu wasishiriki ACT, wasishiriki chadema, wasishiriki mpaka pale mabadiliko ya msingi yatakapopatikana. Sijathibitisha kwamba walio wengi walikuwa wanamuunga mkono Mheshimiwa uh, Mboe na ni kweli kwamba hata mimi ni miongoni mwa ambao walikuwa wanamuunga mkono Mheshimiwa Mboye, lakini mara baada ya uchaguzi tulirudi pamoja e, na tunaenda na agenda za chama na no reforms, no election. Sio agenda ya Mheshimiwa Tundu Lisu, ni azimio halali la chama na wote tuna